Asante uh, sana hapa tunipa hii nafasi. Shukrani tena Jangwani. Uh, kwa jina naitwa uh, Mheshimiwa Chachu Ganya. Ni nikuwa mbunge wa sehemu za North Horr eh, kwa zaidi ya miaka kumi na mitano na juzi niliwania ukiti wa governor, likuwa wapili katika huo ushindano, na sasa na wahudumia wa Kenya kwa uh, njia zingine. Aha. Ah. Hatuja kuona sana Mheshimiwa, hivyo unaposema na wahudumia wa Kenya katika nyanja zingine, pengine siku hizi uko wapi? Siku hizi mimi nafanya mambo mengi. Kwanza mimi nilianzisha shirika linaloitwa Kenya Fund, ama zamani Schools Organization, ambaye zinasomesha watoto zaidi ya 1400 katika shule ya upili na kama 200 hivi katika vyuo vikuu na, na colleges. Eh, ya, ya ambayo na mbayoarikanafana naendelea kuwasaidia hao watoto wetu ambao wana uwezo kwa upande ya pesa eh, kusoma kupata wa scholarship katika shule za upili na pia colleges na, na universities. Hiyo ndiyo kazi yangu kubwa, kutafutia hela kule ng'ambo na kokote ambapo naweza kupata hiyo hela na zaidi hayo pia nafanya na shirika inayoitwa Northern Kenya Fund, Northern Kenya Trust. Eh, ambayo pia inashughulikia pia pia kama kaunti kumi katika katika taifa letu na pia, nipewa kazi pia kuwa director katika shirika, shirika la wanyamapori, kama director, na serikali kuwa shirika la wanyamapori na Wildlife Service. Kazi ya ya kutosha kwa sasa, mara nyingi niko pande wa Nairobi, pande wa Isiolo, na Nyuki na kama wiki mzima nilikuwa upande wa North Horr pia nikitembelea wananchi na kuwashauri kwa mambo ya amani. Ah, mheshimiwa, ziara hiyo yako ya upande wa North Horr, ah, kumekuwepo na changamoto upande ule. Kwanza utaizungumziaje changamoto yenyewe mzozo uliokuwepo na watu wakapoteza maisha? Kwanza ni jambo la huzuni sana ya kwamba watu wetu walipoteza maisha ah, ninawapa pole wa familia wote ambao walipoteza e, wapendwa wao. Niliweza kuwatembelea wote katika sehemu za North Horr town na pia kule Korka, nimekuwa nao na nimewapatia rambi rambi zangu. Zaidi ya hayo, ni kitu ya kusikitisha sana, kitu ya kuzurisha sana kuona watu wetu wa ndugu wa jamii watu ambao mwuga umaomba pamoja wameishi pamoja kwa miaka mingi, enzi ya mababu zetu, hata mbele mababu zetu, ndugu zetu e, wakipigana bila sababu e, kitu cha kuhuzunisha sana e. Kwa kweli kuna sababu, lakini hata kama kuna sababu ni heri kutafuta njia nzuri kusuluhisha ile shida ambayo iko e, miongoni mwetu. Kwa hakika ni kishida na kitu ambayo imetokea sio leo peke yake. Akapaka nilikuwa uongozoni nilikuwa mbunge wa sehemu hiyo, ilitokea mara kwa mara, na tukishikana na viongozi serikali yetu tuliweza kutafuta suluhisho. Tena imetokea e, kwa njia mbaya, na nimetembelea hizo sehemu kushauri wazee kwenye mikutano, sehemu ya Noto, sehemu ya Korka, Dukana, pia niweza kukutana na wazee wa jamii yote mbili wazee wa Gabra na Wayu na kuwahimiza sana sana kukaa kwa amani na kutafuta suluhisho ya kudumu ili tuweze kuona amani ya kudumu katika sehemu zetu. Aita kwa kazi nzuri, washikadau wote lazima washikane mkono, tuweze kuwa na baraza na mikutano, sio moja ya kutosha, ili tuweze kujua kwa undani yale mambo ambayo yameleta haya matatizo. Ne, sasa imetokea kwa miaka karibu, wanasema karibu ta 20, lakini mimi mwenyewe najua zimetokea wa wakati wa uongozi wangu. Kwa hivyo na ni muhimu sana tushirikiane, tushirik, mkono tukae pamoja na tutafute kwa undani tujue e, e, haya mambo kinaga ubaga, ili tuweze kuleta suluhisho ya kudumu. Ombi langu kwa wazee wa jamii wa Gabra wa jamii wa wazee wa Wayu nwashika dao serikali yetu nata mashirika ya serikali kuungana mikono, tutafuta suluhisho ya amani ya kudumu. Iini mambo mazito e, minaofia ikiendelea hivi miake zijazo zi, zi, zi, zi, zi, zi. Na naomba Mungu sana sana isitokee okay? lakini haya mambo yakitokea pengine siku za usuni. Inaweza, ina, ina, ina, ina, ina, ina naweza kuleta madara mapaya sana iwe hata tutaweza E, kui control e, in future vile watu wamehuzunika watoto wamehuzunika wamama wamehuzunika wazee wamehuzunika kwa wa kila upande, na haya mambo e, ndio ataileta maafa mengi duniani na nanasema zingine katika hii dunia. Kwa hivyo ombi langu kubwa ni mm -hmm, sisi kutafuta suluhisho ya kudumu kuna kwa haraka. Um, mheshimiwa wanasema tatizo ukisha lijua basi limesuluhika nusu. Hapa ha, tatizo ni lipi? Kati ya Wayu na Gabra upande ule, yale tatizo tunajua ni moja. Yale tunajua kwamba watu, watu wanauawa. e, watu wakiuawa, Wagabra pia wanasema ni watu wa jamii ya Wayu ndio wameua watoto wetu ama watu wetu e, Gabra w, w, pia wakijua e, ni hayo, wanaenda kulipisa kisasi, kwa sababu haya watu wetu wanaendelea kufa kila wakati kwanza ni mbaya sana kusema jamii eh, ndio imefanya eh, maovu, maovu yanafanya na watu wahalifu e, na kuna jamii watu, jamii ambayo ni waovu. Huwezi sema wazee watu wa jamii ya kabila waovu, ama jamii wa wayu wandugu zenu waovu, hiyo ni kukosea sana. Lakini katika kila jamii kuna watu waovu, na hao watu waovu lazima tuwatafute, tuwaite waovu, tuwashike mali ambapo serikali imewatengea kando, inaitwa jela. Hiyo ndiyo mali ambapo miongoni mwetu e, na lazima miongoni mwetu, na lazima, hawa wanatoka wapi? Tuwe watafute pamoja, tuwashike na tuwe na sera ambayo itahakikisha kwamba watu hapa kama hawa watapata nafasi ya kuishi miongoni mwetu na kuleta maafa ambayo wanaendelea kuleta. E, watu wanazozania mifugo, wengine rasilimali huko North Horr wanazozania nini haswa, ili ifike kwamba mpaka kuna mauaji hawa watu um, waki, mtu akiuawa hata akiwa na nguo hiyo nguo yachukuliwe, hata akiwa na simu kwa, kwa mfuko aichukuliwe, hata akiwa na pesa pengine kwa mfuko aichukuliwe. Mkuu watu mwanadamu na kwenda ni kama pengine ni mambo ambayo hatutafahamu, ndio kwamba ini uhasama wa sasa usama mpya ambaye atufahamu zamani, vile ulivyosema ndugu yangu, tunazozana juu ya mifugo, juu ya maji, juu ya ardhi. Haya yote hayako hapo, ndio inatustahili kufikiria kwa makini zaidi, tujue kichanzo nakini hii wasama, na tutafute suluhisho ya kudumu na kwa njia ya haraka, atutumie mbinu, mbinu mpya, mawazo mpya na kuleta ushirikiano mpya baina ya jamii yetu, ili tuweze kutatua shida ya kisasa ambayo si ya jadi. Wanasiasa wanatajwa kuhusika katika hili, inakuwaje? Kwa hakika, vile navyojua, niko upande wa Nairobi siku hizi, mara nyingi niko upande kule wananyuki, siko upande huo. Kwa hivyo sina hiyo ufahamu na sina hiyo habari na sitaongea sita juu ya mambo ambayo sifahamu na umefanya msururu wa amani pale, ukitembelea familia zilizoathirika. Pengine hali kwa sasa hivi wanavyosema kwa ground, watu wametulia. suluhu mmelipata kwa sasa? Ndugu yangu, watu wametulia, nashukuru pia serikali yetu iliweza kuchukua hatua dhabiti e, na wazee wetu pia walikuja pamoja, wazee wa jamii wa Gabra na Wayu kule North na kule Dukana shikana mkono wanajaribu vilivyo kuleta eh, hali ya subira, lakini kwa hakika shida bado iko. Unaona watu wako na uchungu, atkutwa kila jamii wamepoteza wame eh, wapendwa wao na kiongena wamama eh, na vijana na hata wazee. Kwa hakika, unaona kuna chuki nyingi eh, katika mioyo ya watu E, na ni lazima tutafute mbinu na njia ya kutatua hiyo shida, watu wetu waende kuishi kwa usalama. Kwa sasa imepoa, e, lakini sitasema e, solution imepatikana. Bado tuna kazi kubwa sana kufanya kama viongozi ya sehemu hiyo. Pengine wito kwa wakazi na viongozi wa eneo hilo, wito wangu kubwa sana sana sana, sana. Na ni vile ni kuomba sana, na ni vile niwaomba katika zile mikutano zimezifanya kule Motor Korka na wale wazee nilikutana nao kule E, Dukana na pia Balesa ni kuwasii sana sana, e, watu wetu waishi kwa amani, wawe na subra e, ili tutafute suluhisho ya hii shida. Naomba serikali yetu ku, e, puhaku, ili haki patikane, kila mhalifu ashikwe, mhalifu hana kabila, mhalifu ni mhalifu kwa kila jamii. Yule ambaye amehusika na haya mambo anastahili kwa jela asali kwa miongoni ya, wa, ya wananchi na zaidi ya hayo ni wa, wa, viongozi wetu, eh, mashirika yasiyo ya serikali, serikali yetu kuu kushikana mikono na kufanya mikutano, na sio moja sio mbili, ya kutosha, mpaka hatuwe na eh, usalama, tuwe na amani ya ukweli ya kudumu, na tu, tuwe na sera ya kukisha kwamba mambo kama haya hayatapatikana tena ayata, na hiyo itafanya tu na wananchi wenyewe lakini si tuwawezeshe kufanya haya mkutano, tuwawezeshe hawa kuongea, ili waweze kutafuta suluhisho kwa ile shida ambazo zimewakumbwa, na naomba Mungu pia wapate uwezo na subra, ili haya mambo maovu yawe mambo ya zamani kabisa.